Uh, ile tabaka ambayo ilitengenezwa zamani kwamba wanaume ni watu fulani na sisi ni watu fulani, nadhani ilikuwa nzuri huu huu, maanake huu wiano ambao tunauhitaji sisi kiasi fulani unavunja lengo la ndoa, lakini ile distance ambayo tulitengenezewa, sio kuwaogopa, lakini ni kuwaheshimu wanaume, yani kuwapa ile heshima yao ambayo walitakiwa wapewe kuanzia ngazi ya familia. Unaona, nyumbani mama anavyoishi na baba. Baba anapokuja, mama atampokea, atamtengea chakula, atahakikisha ameshiba. Na ikiwa baba amerudi nyumbani mapema, mnaambiwa msifanye zogo, baba amepumzika. Mnatengenezewa yale mazingira kwamba mume aweje kwenye ngazi ya familia, lakini pia kuna wazee wengine wameenda faa zaidi, mtoto hana direct access na baba ijapokuwa uh, hatuzungumzii mzazi akiwa dikteta, lakini unatengenezewa ile uh, hatua za kupita, sio moja kwa moja. Ule uhodari wa kusema unatoka straight, ni sawasawa na umeenda ofisini, unamkiuka sekretari, we moja kwa moja unataka kuonana na bosi. Sasa kwenye ngazi ya familia, kwamba unachokihitaji lazima kipitie kwa mama kwanza. Kwa hiyo mama ndo sekretari wa nyumba, yeye anapeleka taarifa kwa baba. Tunatengenezwa kwenye mazingira hayo, hata skuli. Ukiwa umeambiwa kaite mzee wako, uende kumwambia baba, nimeambiwa nipeleke mzee wangu skuli, no. Unamwambia mama kwanza. Kwa hiyo mama yeye ndo anajua, anachezesha ile karata yake vipi. Kwa hiyo kama mwanamke, unaanza kuona roli ya mama kwenye familia ni hii, lakini mama yule ni mke. Je, ana, ana, ana, ana nafasi gani kwenye ndoa yake? Anaishi vipi na baba? Kwa vile vitu vyote unafundishwa kwa vitendo na hii nadhani imesaidia kwa kiasi kikubwa. Uh, ndoa za zamani kuwa na heshima na kudumu kwa muda mrefu, kwa sababu kulikuwa na ile mipaka. Tunasema hii mipaka ya mama imeishia hapa, na hii mipaka ya baba inapitiliza hadi sehemu hii. Nadhani ile ndo ilikuwa uh, inatusogeza kidogo.